Hizi ni shangwe za maji, wenyewe wanaita maji ya mseleleko, ambapo kwa zamani maji haya kwao yalikuwa ndotoni tu, wakipongeza jitihada za Azam TV kufikisha kilio hicho cha maji kwa walengwa. Kwanza ni shukuru, Azam TV imefanya mambo mengi ya Dilifu yaonekane huko mbele, na tuendelee kupata msaada. Nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na moja kama sikosei, na ishirini na moja tukapata kisima cha kupampu kwa maji kwa mikono, tunaumia mbavu wakina mama, mpaka ikafikia wanapigania maji. Lakini Azam TV iliturusha na kuonekana mpaka leo, tuko kwenye mradi huu ambao umetolewa Dilifu, maji safi. Uhaba wa maji umekuwa ukiwatesa kwa muda mrefu wananchi wa Dilifu, hususan wakina mama. Tumehangaika sana <laughs> tulikuwa tukifika pale, unaweza ukaenda kuanzia saa kumi na mbili ukarudi saa sita, imagine na mtoto wa, wa darasa la chekechea. Anakula saa ngapi? Baba mtu anakuja anategemea kula saa saba arudi kazini. Anakula saa ngapi? Hiyo yote unategemea kutafuta maji. Hapo mwanzo tulikuwa tukiteka mtoni, nilikuwa siwezi kufika. Walipotokea bomba la pale la kusukuma, nilikuwa siwezi pia kwa kulingana na ms, na, na msukumana wa watu, nilikuwa siwezi kusukuma mwenyewe. Kulingana na ulemavu wangu nilio nao, sihangaiki sana. Nakuja tu na watoto wangu nateka naondoka. Mwaka jana nimeanguka Mto Mpanda, nilitengua ubavu na washukuru na madokta wa dhanati walinisaidia. Kwa hiyo baada ya kuwa huu mradi wa maji umetokea, kwa kweli, kwa mimi nashukuru, nipige na vigelegele hapa. Wananchi wa maeneo haya wanaiangukia tena serikali kwa kuomba msaada wa miradi mingine ya maji safi na salama, visima viongezeke. Bado zanati hatujakamilisha maji bado sehemu mbalimbali katika kijiji chetu. Kwa hiyo tunaomba ngazi za juu na Samia, Mungu ambariki kwa kutuangalia sisi wana Dilifu. Na tunachokiomba kingine ki ni maji za anati za anati, kina mama wanajifungua pale, maji hamna. Kwa hiyo tungeomba zaidi atupambanie tupate maji ya mserereko pale. Kuna wawekezaji kama watatu au wane, wamesema watatusaidia maji kutoka Ilembo mpaka Dilifu. Kijiji cha Dilifu cha Dilifu, kina vitongoji sita wananchi wote wa vitongoji hivyo hufuata maji safi na salama yaliyopo katika kitongoji kimoja tu. Wengine hulazimika kuendelea kuchota maji kwenye bomba la zamani kutokana na umbali wa mradi wa maji ya mseleleko uliopo kwa sasa. Mwanaidi Waziri, Habari Weekend.